Habari mpya zimeibuka kuhusu Crook, kijana anayeshutumiwa kujaribu kumuua rais wa Marekani Donald Trump. Katika video mpya ambayo alishikiliwa na mtangazaji Candace Owens, Crook anaonekana akiwa chumbani kwake amechukua bastola ingawa wamewekea black kwenye video na kuchukua msimamo wa kijeshi. Baada ya hapo, anaonekana akifanya mazoezi ya kufyatua risasi wani bila risasi halisi hadi inayojulikana kama uh, dry firing akilenga shabaha ambayo haionekani kwenye kamera. Tukio hili limezua mjadala mkubwa nchini Marekani. Kwenye video hii uh, inaweza kuthibitisha kwamba Crooks alikuwa akijitayarisha kwa tukio la kigaidi, au huenda alikuwa akicheza michezo ya kijeshi kwa mazoea yake mwenyewe binafsi. Wataalamu wa usalama wanaeleza kuwa video kama hizi zinapotolewa baada ya jaribio la mauaji zinaongeza maswali mengi kuhusu motisha, maandalizi na kiwango cha hatari alichokuwa anawakilisha Crooks. Kwa sasa maafisa wa usalama wa Marekani wanasema uchunguzi unaendelea ili kubaini uhusiano wa video hii na tukio lenyewe la kujaribu la mauaji. Bana, sasa hivi Marekani imekuwa na matokeo mengi ambayo kiukweli yanahatarisha usalama wa raia wake na hata wageni ambao wanaingia ndani ya taifa lile. Kumekuwa na matukio mengi ya mauaji kwa, kwa, kwa shari kiki, lakini sambamba na kipindi cha kampeni cha rais wa Marekani Donald Trump pia alikuwa ameshambuliwa na risasi, ila kwa bahati mzuri akawa amekoswa kidogo, kianza kumparua kwenye sikio lake, hivi sasa yuko salama. Sasa siku ya juzi, kupitia tukio lililotokea siku ya juzi limekuwa ni tukio ambalo limevuta attention ya kiwango kikubwa sana, kitu ambacho kimekuja mpaka kwa kijana ambaye na yeye anadaiwa alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikamilisha jaribio ama walikuwa na jaribio la kutaka kumuua rais wa Marekani Donald Trump. Sasa, video hii ni moja ya video ambayo inaonesha kabisa wazi wazi kijana huyu akikamilisha tukio hili, na kwenye mazoezi wenyewe wanadai ya kwamba labda mazoezi haya yalikuwa ni sehemu ya mafunzo ya yeye kutaka kukamilisha jambo hilo.